Misingi ya sera yetu ya nje ingali thabiti na halisia. Kilichohitajika ni kufanya au kufanyika kwa mabadiliko na kuendana na wakati uliopo au nyakati mpya. Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan akizungumza wakati wa uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001, toleo la mwaka 2024. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na waheshimiwa wageni waalikwa. Nchi yoyote ina sera kuu mbili, sera ya ndani na sera ya nje. Sera hizi mbili zinapaswa kusomana, haifanikiwi moja bila nyingine. Katika toleo hili mabadiliko kadhaa yamefanyika. Kuangazia mabadiliko hayo tumemwalika mtaalamu wa uchumi na mchambuzi Dr. Bravious Kahyoza. Kwanza ni kutaka kufahamu, je, mabadiliko haya ambayo yamefanyika kwenye sera hii yamekuja wakati mwafaka. Mtazamo wangu ni kwamba mabadiliko haya ni ya muhimu, ni ya muhimu kwa sababu kubwa mbili. Mosi, ni mabadiliko ambayo yanakuja katika nyakati ambazo dunia kwa kweli imebadilika mno, imefungamanishwa kwa kiwango kikubwa, na kwa hiyo ulikuwepo muhimu kubwa wa kuifanya sera yetu iweze kuendana na masuala hayo. Lakini jambo la pili eh, ni muhimu juu kwa sababu ya maslahi ya kimkakati ya Tanzania hasa yale maslahi ya kiuchumi na kazi kubwa hapa ni katika safari ya Tanzania ya kuzibadilisha rasilimali zake za asili ili ziweze kuwa rasilimali za kiuchumi. Na kazi hii kwa kweli bila shaka inawe, haiwezi kufanyika pale ambapo e, sera yenu kwa kweli haiakisi ni kwa jinsi gani inaweza kuvutia E, mitaji, teknolojia na masuala kede kede yanayohusiana na safari hiyo. Kwahu ni wakati mwafaka kupata au kuja kwa mabadiliko haya. Mheshimiwa Rais, sera ya mwaka elfu mbili na moja ilibeba misingi na malengo na mikakati ambayo mingi itaendelea bado kuwa nguzo kwa nchi yetu kwa miongo kadhaa ijayo. E, lakini hata hivyo, ntakubaliana nami kwamba baada ya kipindi cha takriban miaka ishirini na nne tangu kutungwa sera hiyo kumetokea mabadiliko mengi sana hapa nchini kwetu barani Afrika na duniani. Tanzania ya leo na ya kesho inahitaji tena sera madhubuti inayozingatia mazingira hayo mapya ya kidunia maslahi, kwa maslahi mapana ya taifa letu, lakini pia mazingira ya kiushindani ambayo dunia inaendelea katika uchumi pia mabadiliko ya sera yamelenga kuifanya kuwa ni nyenzo ili kuendana na mazingira ya sasa ya kimataifa. Mazingira haya ni yapi ambayo yanazungumziwa hapa kulinganisha na miaka ishirini na nne iliyopita? Mazingira ya sasa ya kimataifa ni kwa kweli ni, ni, ni yale ambayo yanahusu jinsi ambavyo dunia imebadilika kutoka kuwa dunia ya mrengo mmoja, kwa maana ya muhimili mkubwa mmoja wenye nguvu yani, unipolar world ambayo ni Marekani na kuwa na nguzo nyingine kubwa e, zaidi ya moja kwa maana ya e, Uchina upande mwingine, Urusi upande mwingine. Katika mazingira hayo, unasema kwamba ni multipolar world. A, kwa hiyo e, bila shaka lazima e, sera yetu itafute jinsi ambavyo itaweza ku, e, ku kuishi na kuifanya Tanzania iweze kupata maslahi yake katika dunia ambayo imegawanyika katika makundi au katika nguzo eh, tofauti tofauti. Tukiangalia zama zilizopo sasa, ni zama za ushindani, kwa maboresho haya yameandaa mazingira gani? Tukiangalia hata kwa vijana kwenye ushindani huo, hususan suala la ajira ambalo sasa hivi kidogo limekuwa ni mshike mshike. Nafikiri kwa muda mrefu nchi yetu imekuwa ikifanya jitihada hizo za kuhakikisha kwamba tunaboresha hasa, kwa mfano mifumo yetu ya elimu, kuboresha mazingira ya kuweza kupata au kujifunza teknolojia zilizopo duniani za kisasa e, lakini kuweka mazingira mazuri zaidi ya watu ambao wana ujuzi, wana maarifa kutoka mataifa mengine kuja hapa nchini kushiriki nasi katika shughuli za kila siku, na hiyo imewafanya vijana au watu wengi eh, kupata ujuzi ambao unaweza ukawasaidia katika kufikia yale masuala muhimu yaliyoko nje ya uga eh, wa Tanzania. Eh, hata hivyo, nadhani itahitajika kuendelea kuimarisha zaidi mazingira hayo kwa sababu eh, ushindani mkubwa sana duniani, na hakuna ubishi kwamba hatujaweza kwa kweli Eh, kushindana au kuwa na uwezo wa kushindana eh, kikamilifu, nadhani ni safari, lakini tunaweza kusema kwamba hii ni hatua na huko mbele kunaweza kuboreshwa zaidi. Tugeukie kwenye suala la diaspora ama Watanzania ambao wame wanaishi katika nchi za mataifa ya mbali, wametambuliwa katika sera hii. Kwa nini sasa na sio wakati ule? Maanake da, maana diaspora walikuwepo hata kabla ya sera ya mambo ya ndani, mambo ya nje elfu mbili na moja uh, hao Watanzania wanaoishi nje ya mipaka ya Tanzania wanaweza kuchangia zaidi ye, kwenye fursa muhimu za kiuchumi kwenye nchi yao, na nafikiri ndiyo sababu kubwa ya kuwa na mjadala mkubwa kwenye eneo hili na kuifanya sera hii kwa kweli iweze kuwajumuisha eh, ili waweze, ili tuweze kufanya eh, kuwatumia vizuri kwa maslahi ya ye nchi yetu. Ni muhimu kukumbuka kwamba kwa mfano mapato au fedha zinazotumwa na Watanzania wanaishi nje kuja nchi ya Tanzania eh, ziko kiwango cha chini ukilinganisha na nchi zinazotuzunguka kama Uganda eh, na kama Kenya zile wanazozita remittance. Ni wastani wa dola milioni mia nane mchango wake kwenye pato ghafi eh, la nchi ni kama asilimia moja hivi ya GDP yetu, na hiki ni kiwango kidogo ukilinganisha na watu ambao wako nje mpaka yetu. Kwa kufanya hivi, ni kutaka kuboresha zaidi mazingira na kuwafanya waweze kushiriki zaidi katika uchumi wetu. Licha ya mafanikio iliyoainisha tathmini, ya utekelezaji wa sera ya mwaka elfu mbili na moja ilibainisha pia kuwepo na changamoto mbalimbali mbali ambazo zilikuwa zinaleta athari juu ya kufikia kasi na kasi ya malengo ya sera hiyo kwa ufanisi na tija zaidi. Baadhi ya changamoto hizo, mheshimiwa rais, ni mfumo hafifu wa uratibu na kufuatilia, mfumo wa mawasiliano kati ya Wizara ya Mambo ya Nje na mikataba mbalimbali iliyokuweko mbali pamoja na Wizara za Sekta Husika. Hapa niseme kwa uwazi kabisa kuwa hali hii ilichangiwa kwa kiasi kubwa sana na fikra potofu kuwa mtekelezaji wa sera ni Wizara ya Mambo ya Nje peke yake. Moja ya changamoto ambayo imetajwa katika utekelezaji wa Sera ya Mambo ya Nje ya mwaka elfu mbili na moja ni mfumo hafifu wa uratibu na kufuatilia. Mabadiliko haya ya sera yanatotoaje hapo? Nadhani katika e, utekelezaji wake kama alivyojaribu kueleza Mheshimiwa Rais ni kwamba kuwepo kwe, na mazingira mazuri ya kuweza kutoa elimu ya kutosha kwa sekta muhimu za, za nchi yetu duniani kote e, sekta muhimu ndani kwenye uchumi wa ndani au kwenye shughuli za ndani za uchumi ni muhimu sana e, watu wanaoendesha shughuli hizo kuelewa e, sera yao ya mambo ya nje ili wajue jinsi gani wanaweza kuhusiana na dunia. Kwa hiyo la kwanza ni hilo, kuweza kutekeleza. La pili ni kuziangalia changamoto na fursa ambazo ambazo tunazo ili kuweza kuzifanyia kazi na kutafuta upenye kwenye sera yenyewe ambazo sera kwa kweli inakuwa inazitoa ina, ina, ina, ina, la nne ni kushughulika kwa maoni yangu sana ni kutatua masuala muhimu e, ya kiuchumi kwa mfano kama tulivyozungumza kuhusu uchumi wa buluu, ambao unaweza kutoa matokeo makubwa kutoka hapa tulipo hivi sasa unatajwa kwamba uchumi huu unachangia karibia dola bilioni nane nukta tatu lakini unao una uwezo wa kuchangia kiwango kikubwa zaidi eh, kuliko inavyo kufanyika sasa hivi. Unaweza kuajiri watu wengi zaidi. Sasa hivi mwambao wa pwani una ajiri watu milioni laki moja na elfu themanini peke yake, lakini inaonekana kwamba tukitumia sera hii tukaboresha vizuri, tukaekeza vizuri, unaweza kuajiri zaidi ya watu eh, laki tatu na elfu sitini. Lakini kuna swala la changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo imetajwa eh, kinaganaga kwenye sera yenyewe, na kwa kweli ni, ni muhimu kwa uchumi wetu wa Tanzania kwa sababu utajua kwamba hivi sasa uchumi wetu unatafunwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi kati ya asilimia moja nukta tano mpaka asilimia mbili ya pato ghafi la nchi yetu na tunapoteza karibia dola bilioni mia tano kwa mwaka, na tusipofanya tusipochukua hatua kufikia mwaka elfu mbili na hamsini e, pato letu ghafi GDP itatafunwa kwa asilimia kumi na saba. Kwa hiyo ni muhimu sana unapokuwa na na sera ya mambo ya nje ambayo ina- inafahamu au inaweka mazingira ya kuweza kukabiliana na matatizo ambayo yanatokea nje nje ya mfumo wa uchumi wenu. Hatua inayofuata sasa ni watake muendelee na utoaji wa mafunzo ya elimu au kutoa elimu ya sera hii kwa taasisi za umma kuhusu maudhui ya sera na namna yanavyogusa majukumu yao ya kila siku. Tunaona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo kwa Wizara ya Nje kutoa mafunzo kuhusiana na sera hii katika taasisi za umma za ndani ya nchi. Hii ina umuhimu gani hasa? Sera ya mambo ya nje ni mwendelezo wa sera ya mambo ya ndani. Kwa kuweza kufanya watu hao waelewe, wataweza kujua na kufahamu kwamba tunapozungumza, kwa mfano, uwekezaji mkubwa au kupanua uga wa ubia, ni mambo gani tunapaswa kuwa tunayafanya ili tuweze kufikia eh, malengo tunayoyataka. Eh, tunapozungumza kwa mfano, mabadiliko ya tabia nchi, kama ulivyosikia wanajaribu kusisitiza, ni changamoto kiasi gani zinatukabili na tunawezaje eh, kuzitatua kwenye nchi kwa mfano ya Tanzania, ambapo karibia dola milioni mia tano zinapotea au tunazipoteza kwa ajili ya kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Bila shaka utahitaji watu kuelewa ni kwa kiwango gani sera hii inaweza kukabiliana e, na swala hilo. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kwa kweli ni ya, ni ya msingi sana e, watu kuweza kujifunza na kuweza na kuweza kuyaelewa fursa zilizopo kwa mfano za kiuchumi. Umesikia kwa mfano uchumi wa bluu unazungumzwa sana katika mabadiliko haya, ni kwa kiwango gani tutatoa mchango wa sekta hii kwa sasa ulipo na kuweza kuukuza zaidi. Kwa mfano kwenye kuchangia uchumi, ni kwa kiwango gani watu wanajifusisha kwa mfano na na na sekta ya uvuvi kwa kwenye mwambao wa pwani, wapatao laki moja na elfu themanini wanaweza kuongezwa zaidi. Na inatajwa kwamba Tanzania ina nafasi ya kuongeza watu hawa kama tukiboresha mazingira haya kufikia laki tatu na elfu sitini. Tutawezaje kutumia sera hii au kutumia mazingira ya diplomasia ya kiuchumi kuweza kufikia haya? Ni lazima matokeo eh, ya mafunzo. Tukiwa tunaelekea ukingoni mwa mahojiano haya, tunaona kwamba maboresho vilevile yana itazama lugha ya Kiswahili kama bidhaa. Kama taifa, tunaweza kuweka mikakati gani hasa katika kufanikisha hili, ili Kiswahili kiweze kutunufaisha mbali vile vile na kututangaza kimataifa? Eh, kwa kweli sio kwa lugha yenyewe kwa maana ya kuipeleka, lakini ni jinsi gani lugha itaweza kutanua eh, uga wa fursa ambazo Tanzania inazo au inazoweza kuzipata kwenye maeneo kwa mfano ambayo tiari yanazungumza ye Kiswahili eh, kwenye maeneo mapya ambayo Kiswahili uh, hakijafika lakini tunaweza tukakitumia kwenda eh, kwenda mbele uh, jinsi gani watu wetu watakuwa katika mazingira hayo lakini kuangalia sekta zingine muhimu ambazo zinachagizwa sana kwa mfano na matumizi ya lugha inaweza ikawa ni michezo ye, inaweza ikawa ni masuala ya kueneza utamaduni na masuala mengi yanayoambatana na hayo. Kwa bila shaka Kiswahili kama lugha nyingine yote kwenye maeneo mengine itakuwa katika kitovu cha kuweza kufanya hivyo, na kwa hiyo sera yetu kulifanya hili eh, ni uamzi murwa na maridhawa kabisa. Naam ni Dr. Bravious Kahyoza ambaye ametupitisha katika kuangazia mabadiliko haya ambayo yamefanyika kwenye sera ya mambo ya nje ya mwaka elfu mbili na moja, toleo la mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Hadi wakati mwingine, endelea kufuatilia Land Dwellers. Niseme kwa heri kwa sasa.